Ninasemaje, ukitaka kujua urefu wa jengo kwenda juu wakati ndiyo kwanza linaanza kujengwa, unapaswa kuangalia urefu au kina cha msingi ambao amba unachimbwa. Kadri wanavyoshuka sana kwenda chini, ndivyo unavyopaswa kufahamu kwamba hili jengo litapanda zaidi kuelekea juu. Jengo refu litahitaji msingi ambao umeenda chini na msingi ambao ni imara zaidi. Jengo la kawaida litahitaji tu msingi wa kawaida. Sasa wewe unapofanyia kazi malengo na ndoto zako kubwa, fahamu wazi kwamba kama unataka kwenda mbali, kama unataka kufanikisha makubwa, sharti sharti ni kwamba lazima uwe tayari kuchimba msingi ambao ni imara, ili haya mafanikio unayotaka kuyajenga uweze kuyajenga kwenye msingi ambao ni imara. Kama unataka kuruka kwenda mbele zaidi, sharti uwe tayari kuchuchumaa kwanza, halafu uruke. Sio, unataka uruke alafu unagangamara una, una tu juu ju kwa juu. Hapana, lazima uruke, lazima uruke. Sasa basi, wewe unataka kwenda wapi? Unataka kufika wapi? Upo tayari kuchimba ms msingi mara unaoenda chini kuendana na hayo malengo na ndoto zako kubwa ulizo nazo, au ndio tu unataka e, uendelee kuwa na malengo na ndoto kubwa, lakini hutaki kuweka juhudi wala hutaki kufanya kazi yoyote ile kuonyesha kwamba hicho kitu kweli unachokitaka umekidhamiria na unakitaka kweli kweli. Uko wapi? Unataka kwenda wapi? Upo tayari kulipa gharama kiasi gani kufikia hicho kitu? Hebu jitafakari kwa undani siku ya leo halafu, weka mkakati ambao ni thabiti. Jua ni gharama gani unatakiwa kulipa, ni msingi kiasi gani unatakiwa kuchimba. Ujue hivi vitu ukivifanya, baadaye vitakusaidia sana. <laughs> Nakumbuka mwaka mwaka, sijui mwaka gani ilikuwa, mwaka sijui elfu mbili na ishirini hivi ya round elfu mbili na kumi na tisa elfu mbili na ishirini nimemaliza chuo. Na mimi msingi wangu ulikuwa ni kwamba siajiriwi, by the way kitu ni tokea niko chuoni nilikuwa nawambia watu bwana, mimi sitakuja kuajiriwa, na wengi sana walikuwa naona mmm, huyu jamaa mm. <laughs> anazingua tu atakuja kutafuta ajira. Of course nimepitia katika moto mkali sana na nini mwanzoni, lakini sijaajiriwa, sijafanya kitu chochote. Mpaka nikapambana mpaka leo hii. Leo ni zaidi ya miaka sita, almost miaka sita sasa sijawahi kutafuta ajira na sitakuja kutafuta tena. Of course, kama kwa miaka sita tusijawahi hata, hata kuandika barua ya kuomba kazi sehemu. Maanake sitakuja kutafuta ajira tena. Sasa mmoja uh, wa watu kutoka pale kijijini nilikuwa nimemtangulia darasa moja baada ya kuhitimu, sijajua alipata kazi, sijui ilikuwa kuaje, sijajua ni lile boom alilopata wakati wa chuo, sina uhakika exactly ni nini, lakini alijenga, alijenga nyumba nadhani ilikuwa, sijajua ilikuwa, alijenga nyumba, of course, akajenga nyumba pale kijijini, mimi sijajenga. Sasa siku moja nikawa naongea na mama, akaananiambia sasa, mwenzako amejenga nyumba. E, na wewe sasa. E, we, kuna lugha fulani hivi wazazi wao wanaitumia. <laughs> E, kama wewe ni mzazi nadhani utakuwa unaelewa, na kama wewe ni kijana basi unaweza pia utakuwa pia unaelewa. Kuna lugha fulani hivi wazazi wanaitumia, yani, unajua hapa hapa nishapigwa za uso hapa, yani hapa nishaambiwa ujumbe fulani hapa hapa nishafikishiwa message nikafanya kitu fulani lakini mimi nilikuwa najua ni kitu gani hasa nakifanya mimi nilikuwa najua ninajenga. Zaidi ya hiyo nyumba, kuna kitu kikubwa zaidi ambacho ninakijenga, ambacho ni zaidi ya hiyo nyumba ambayo huyo mtu amejenga kwa mazingira ya kijijini. Mm, nyumba kama ile aliyokuwa amejenga, approximately tunaweza kusema labda milioni tatu, milioni nne; imezidi sana milioni tano kwa, kwa mazingira ya kijijini. Uh, nilikuwa najenga kitu kikubwa zaidi ya hicho. Kwa hiyo ninachotaka kuambia ni nini, wewe pia unapaswa kujua ni nini unafanya, kwa sababu mwisho wa siku kama hujui, ukumbuka, kuna watu wa, wana influence kubwa sana kwenye maisha yetu: wazazi, walimu, walezi, eh, watu fulani wana influence kubwa sana. Kwa hiyo kama hujui msingi gani unaujenga na ni wapi unapaswa kuelekea. Kama mzazi kwa mfano akikwambia, kama alivyoniambia mimi, utasimamisha kila kitu utaenda kujenga. Lakini wakati huo wewe maono yako, malengo yako, na kila kitu ambacho ulikuwa unakifikiria hakikuwa kwenye kujenga au ulichopaswa kuwa nakifanyia kazi hakikuwa kwenye kujenga, kilikuwa sehemu nyingine, lakini mwisho wa siku unaingia kwenye kujenga kwa sababu um, mzazi kasema hivyo. Pengine wewe kitu chako ilikuwa ni kujenga brand kama hii hapa, songa mbele, eh, au wewe, nikuonyeshe vizuri uweze kuiona. Hii hapa, songa mbele, waje simame kabisa ili uweze kuiona this one here. Pengine wewe ulikuwa unajenga kitu kama hiki hapa. Kina take time, kinachukua muda, kinahitaji energy kubwa, kinahitaji ujitoe, kinahitaji rasilimali nyingi sana, then unaambiwa ukajenge, then unaambiwa sijui ukafanye kitu gani, utajichanganya. Utakuta kwamba hata kile ulichokuwa unaweza kufanikisha huwezi kukifanikisha kwa sababu umeparamia sehemu ambayo siyo msingi ulikuwa umeanza kuujenga, na kabla huo msingi haujafika sehemu ya maana, umeacha kujenga huo msingi, unakimbilia sehemu nyingine, na hiyo sehemu utakuwa hujafika sehemu ya maana, utaambiwa kuna kitu kingine ki, utakimbia, utaacha. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta unaacha hiki unafanya kile, unaacha hiki, unafanya kile. Ndiyo maana kama kijana na kutaka ufocus kwa sababu kelele, kelele, kelele ni nyingi sana. Kelele ni nyingi na zitapigwa kelele nyingi juu yako, juu ya malengo yako, juu ya maono yako na juu ya kile unachotaka kukifanyia kazi, lakini unahitaji kufocus. Focus pekee ndiyo itakayokufanya wewe uweze kupata kile unachokitaka. Focus ndiyo itakufanya wewe uweze kufika kule unapotaka kufika. Lazima kelele zitakuwa nyingi, nakumbuka kelele zitakupoteza, zitakupoteza zitakutoa kwenye mstari. Msingi wako na ujenga ni upi? Na unataka kujenga kwenda wapi? Unataka kwenda wapi? Unataka kwenda wapi? Kwa hiyo kama unataka kujenga msingi imara kama unataka kujenga jengo imara, anza kwa kujenga msingi ambao ni imara. Jenga msingi ambao ni imara. Kumbuka, kumbuka miluzi mingi mwisho wa siku huwa inampoteza mbwa. kwa kumalizia Nimalizie kwa kusema kwamba ukitaka kujua urefu wa jengo, basi angalia urefu wa msingi unaochimbwa, na kadri msingi unavyokuwa unashuka chini, ndivyo ambavyo hilo jengo linaenda kupanda juu zaidi. Kama unataka kupanda juu zaidi, kuwa tayari kushuka chini. Kama unataka kuruka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sharti Uwe tayari kuchuchumaa kwanza. Asante sana, mimi naitwa Godius Rweyongeza kutoka Songa Mbele Consultants. Nina vitabu vizuri, moja ya kitabu nilicho nacho kinaitwa Jinsi ya kufikia ndoto zako. Hiki hapa. Jinsi ya kufikia ndoto zako. Usipofanyia kazi ndoto zako, kuna mtu atakuajiri ufanyie kazi ndoto zako zake. Sasa hii mada ya leo ambayo nimeizungumzia hapa, of course nimechukua kutoka kwenye hiki kitabu. Na kwenye hiki kitabu, kifunua kitabu hiki kina sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza <coughs> ya hiki kitabu inazungumzia namna unavyoweza kugundua ndoto zako, na imeeleza kwa undani kwa lugha ambayo inaeleweka lugha rahisi kabisa ambayo inaeleweka kabisa. Sehemu ya pili hiki kitabu ndio imebeba title ya hiki kitabu, jinsi ya kufikia ndoto zako. Na katika sehemu ya pili yenye title ya hiki kitabu cha jinsi ya kufikia ndoto zako ndipo kuna hiyo nukuu mwanzoni kabisa hapa, unaona sehemu ya pili alafu hiyo nukuu ya kwanza, kuna nukuu mbili. Hizo nukuu ya kwanza ndio hii inasema kwamba ukitaka kujua urefu wa jengo basi angalia urefu wa msingi unaochimbwa. Kadri wanavyozidi kushuka chini wakati wa uchimbaji wa msingi, ndivyo jengo linaenda kuwa refu zaidi. Na nukuu ya pili ni hii methali ya Kichina inayosema kwamba safari ya maili elfu moja huanza na hatua moja. Hii hapa. Kwa hiyo kitabu ni msingi sana, ni cha msingi sana, ambacho inatakiwa kuakisha kwamba umekisoma katika kila sura kie, kuna nukuu imeanza pale mwanzo. E, kwa mfano hapa imefunua sura ya kumi na moja inasema kwamba sikushindwa mara elfu kumi bali nilijifunza njia elfu kumi za kufanya kitu kwa usahihi, hii ya Thomas Edison. Na sura ya kumi na moja imeeleza hasara ambazo zitajitokeza endapo hutafanyia kazi ndoto zako mfano. Um, hapa nafunua tena sura nyingine, sura ya nane kuna nukuu inasema kwamba mtu anayetaka kuhamisha milima aanze kwa kuhamisha mawe madogo. Sura ya nane hiyo. Mm, sawa. Ngoja nifunue labda mwanzoni kabisa. Ngoja ngoja, ngoja, ngoja. Kuna nukuu maarufu sana nazipenda, mwanzoni mwa sura ya ya ya, mwanzoni mwa sehemu ya tatu kuna nukuu pia ambazo nadhani pengine siku nyingine tunaweza tukapata muda wa kuzijadili zaidi mwanzoni mwa sehemu ya tatu. Nimesema kitabu kina sehemu tatu. Mwanzoni mwa sehemu ya tatu hii sehemu ya tatu, sehemu ya tatu hiyo. Sasa mwanzoni mwa hii sehemu kuna nukuu nzuri sana zipo, na of course ni nukuu moja inasema kwamba watu wenye kichaa cha kutosha kiasi cha kufikiri wanaweza kuibadili dunia ndio ambao huibadili dunia. This is by the way, nukuu nyingi nilizoziweka ni favorite my, my, mimi hapa my favorite, na hii ni mojawapo ya my favorite quotes kutoka kwa Steve Jobs kwamba watu wenye kichaa cha kutosha kiasi cha kufikiri wanaweza kuibadili dunia, ndiyo ambao huibadili dunia. Of course, ndoto kubwa zinahitaji uonekane kama kichaa e, mwanzoni. Kumbuka mwanzoni nimekwambia kwamba nilikuwa nawaambia watu kwamba sitaki kuajiliwa. Eh, it's like crazy man, anaonekana crazy fulani hivi. Huyu jamaa vipi bwana, anaongea mambo gani haya? Mwanzoni pale nikakwambia kwamba eh, kuna jamaa mmoja anazungumzia masuala ya kujenga, amejenga nyumba, alafu mimi sionyeshi hata kwamba, yani, kwa sasa hivi nataka kujenga, nimefocus na kitu kingine. Watu wenye kichaa cha kutosha kiasi cha kufikiri wanaweza kuibadili dunia ndio ambao huibadili dunia. Unahitaji kuonekana wa tofauti sometimes, lakini kwa sababu tu unapambania malengo na ndoto zako kubwa. Yes, kitabu hiki kipate, by the way, ni moja ya kitabu uh, must read. Must read. Hiki hapa jinsi ya kufikia ndoto zako, kipate kitakusaidia vitu vingi sana, na ukipata ni rahisi sana tumia namba ya simu sifuri mia nne na nane mia saba hamsini na tano. Mpaka wakati mwingine. Mimi naitwa Godius Rweyongeza.